Kwa mkoa wa Lindi tumejitahidi kwa upande wa afya, huduma zote zinamalizika hapa hapa, hata zile za kibingwa, kwa sababu una hospitali kubwa ya rufaa ambayo huduma zote zitamalizika ndani ya mkoa, na yale makubwa sana sana ndio yatakwenda Muhimbili au maeneo mengine, na kwa bahati nzuri jirani zenu Mtwara pia watapata huduma za kibingwa kwa kwa ukanda huu wa kusini Mambo ya afya yako vizuri sana. Hiyo ndiyo CCM, hatusemi kutoka ndotoni, na tukisema tunatekeleza. Hakuna chama kitakachoweza kulinda na kuinua utu wa Mtanzania kama sio chama cha Mapinduzi, na ndiyo maana tumekuja na hii uh, kauli mbiu ya kazi na utu. Peni ridhaa yenu Chama Cha Mapinduzi tuendeshe nchi hii tena kwa miaka mitano ijayo, tufanye kazi ili tuinue utu wa Mtanzania.